Kuna a very big debate, why the rule of law, why justice? Serikali kazi yake ya msingi ni kutoa ni kusimamia shughuli za maendeleo na kutoa huduma kwa wananchi. Hiyo ndio shughuli ya msingi ya serikali duniani, sio kazi nyingi sana, law and order katika nchi, huduma kwa wananchi na kuhakikisha kwamba mipango ya maendeleo inakwepo na inasimamiwa. Mambo mengi watafanya wananchi sasa rule, rule of law inaingia wapi na masuala ya justice? Na kuna a big debate. Does democracy constrain or facilitate the de development. And of course there are countries which believe that democracy is a problem to development. Zipo nchi nyingi tu ambazo zinaamini kabisa kwamba ni changamoto. Demokrasia ni changamoto, demokrasia ambayo tunaifahamu sisi kuna nchi zinaamini kwamba ni changamoto katika maendeleo. Kwa hiyo na sisi kama nchi e, tupo wapi? Kwamba demokrasia na maendeleo, haki za binadamu e, utawala bora na maendeleo. Nataka tupeleke maji, tupeleke umeme, tupeleke elimu, wananchi wapate fedha mfukoni, nchi kuwe kiuchumi. Hapa demokrasia, haki za binadamu inaingia wapi? Kwa hiyo hii ni debati kubwa sana duniani ambayo inaendelea na fursa mnayopata hii kukutana na watu wa serikali na wasio wa serikali ni muhimu kuwa nayo. Na ukikutana na viongozi wa serikali wa wazembe, watakwambia demokrasia nayo hiyo sio, itatuchelewesha hiyo. Ni eneo kubwa na wataalam wetu hawa wamekaa nalo hapo, wanashanaeza kahalalisha vizuri sana kwa nini demokrasia is a problem, lakini muhimu mjue sisi kama nchi tunasimamia wapi katika hilo. Sasa ni muhimu kuelewana kwenye hilo kwa sababu kwanza maendeleo yenyewe ni nini? So mind is it maji? Is it umeme? Is it elimu? Au hivi kama umenunua nyumba, what is development exactly? Kwa hiyo hizi ni ni theories ambazo zipo nyingi sana huko duniani lakini nadhani it is important kuelewana. Lakini from where I stand I think development simply means maendeleo maana yake uhuru. Basi mambo yetu tunahangaika hapa ili tupate uhuru, na ndiyo tofauti kubwa kati ya sisi binadamu. Sisi ni wanyama pia, ila tunaitwa homo sapiens, binadamu. Na ndio tofauti kubwa kati ya sisi na wanyama wengine. Wanyama wengine they don't bother with freedom wherever they are, ukamchukua kutoka Serengeti ukamtupa Mikumi ataishi, but, but, sisi binadamu we have a choice of freedom. Co-development ni kitendo chochote kinachokuongezea uwezo wa kuchagua kufanya jambo fulani, lakini pia kinachokupa fursa ya kuongeza siku za kuishi, kwa sababu at the end of the day wote hatimaye tutafariki. Lakini kwa mtu anaenda hospitali ukiugua, kwa sababu unataka kuongeza siku za kuishi, otherwise ungeungonge ungekaa tu na ungekufa, kwa sababu leo kama hujatibu lazima ikuue. Unaenda hospitali ili kuongeza siku. Kwa maendeleo pia, ndio inahusisha mchakato wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi hapa duniani. Na ndio maana msiba inatofautiana. Kienda kwenye msiba aliyefariki miaka tisini, inakuwa ni furaha zaidi na mshangilia huyu bwana Mungu alimjalia. Miaka tisini, ndio maana msiba mzee Mwinyi mwaka jana mwaka juzi ilikuwa furaha tu kwa sababu mzee alikaa miaka tisini na tisa. Of course kwa familia haiwezi kuwa furaha tu lakini kama nchi tulifurahi kwamba tunaye mzee wetu amefikisha miaka tisini na tisa. Kwa sababu at the end of the day we shall die all of us. Kwa development he also involves raising the average life span. Ndio maana mimi nikisoma bungeni nikianza kutaja mafanikio ya serikali ya dira 2025, tumeongeza umri wa kuishi kutoka miaka 52 mwaka 2000, sasa miaka 66 wastani; wanawake miaka 68, wanaume miaka 64. Kwa hiyo hiyo tumepiga hatua, tumeweka lengo, tutakuja kueleza baadaye, ifikapo mwaka 2050 average life span iwe miaka sabini na tano, tukifanikiwa kufika, lo, manaake tumepiga hatua, lakini tumeongeza healthy and happy, not only miaka mingi, lakini miaka mingi yenye afya na furaha, inakuwa ni maendeleo. Development and freedom very closely related. Ndio maana Mwalimu Nyerere alisema jambo lolote linalomnyang'anya binadamu uhuru halifai, hata kama linaleta shiba shiba. Kwa hiyo kama unashiba unapata kila kitu lakini tumekunyang'anya uhuru. Hilo, you know, jambo kwa kweli sio la kimaendeleo. Na ndio maana wengi hatutaki kwenda jela. Kwa sababu gani? The key factor unanyang'anywa uhuru. Ule kule jela wanakula pia. Wanakula, wanalala. Actually kuna wanakula wana, na kulala pazuri zaidi. What they are missing freedom. Which means freedom is key. Kwa kipindi cha miaka 20 umewekwa jela. That is dangerous. Hey. Kwa hiyo ndio maana ukishitakia unapambana ili ushinde kesi ili kuregain eh, uhuru wako, ni jambo muhimu sana kwa sisi kama serikali eh, the place of the rule of law, the place of democracy. Tumeshaamua kama nchi sio mjadala huu, we have decided kama nchi kwamba nchi yetu itaongozwa kwa mujibu wa utawala wa sheria na utawala bora. Tumeamua pia kwamba nchi yetu hii itakuwa ni nchi ya kidemokrasia. Tumeshaamua kwamba wananchi watakuwa na uhuru kwao. Tayari msingi huo tunao na ushahidi upo, ukisoma mipango yetu vizuri, alikuwa na koti baadhi yao. Ukisoma mpango wetu wa miaka mitano wa maendeleo, tumeweka wazi utawala bora na utoaji wa haki jumuishi ni sehemu muhimu na ndio maana kule unaona tunajenga taasisi za kutoa haki. Ndio nchi ukienda kwenye, moja ya mradi muhimu ni mradi wa kuimarisha mahakama, tunajenga mahakama everywhere, ni kama sehemu ya kuimarisha, uh, utawala bora, kwa sababu nchi inaamini kwamba inaamini katika misingi ya utawala wa sheria. Kwa hiyo hilo ni tumesha msingi wake, uh, upo, uh, katika eneo hilo kwa as a country We believe democracy is a facilitator of our development endeavors, not a barrier. Lakini pili we think democracy is not just a facilitator, it is actually a developmental aspect by itself. Sio tukiwezeshi lakini actual demokrasia yenyewe na uhuru wetu wa binadamu na haki zao ni sehemu ya maendeleo. Kwa sio tukiwezeshi, sio tu njia lakini kuwa na demokrasia watu wetu kuwa na uhuru kujali haki za binadamu kuwa na utawala bora, vitu hivyo vyenyewe ni maendeleo. Kwa hiyo hilo ni jambo, hata kama hayaleti shibe lakini ni mambo ya msingi e, katika kuthamini ubinadamu uh, tulionao. Kwa hiyo ni eneo la muhimu sana ambalo tumeliweka tume, ambalo uh, nadhani ni muhimu, kwa hiyo ukiangalia sasa, sasa hivi nchi yetu iko kwenye mchakato wa mwisho, hatua za mwisho za kukamilisha dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, 25 years to come. Nami nimepata bahati kipindi hiki ndio nasimamia mchakato huo, Mheshimiwa Rais amenipa hiyo kazi, mle ndani tutakuja kuona baadaye. Cha kwanza ambacho tunatambua, kuna kitu kinaitwa msingi mkuu wa dira foundation of vision 2050, hicho kitu hakikwepo kwenye ile iliyopita. Tulianza tuna pillars this time tuna tuna, tuna foundation na tuna pillars, na sasa tuzungumzie hizo pillars, tutakuja kuziona hizo. Kama nataka nizungumzie msingi mkuu, msingi mkuu wa dira ile ambayo tunaiandaa, unazungumzia utawala, unazungumzia amani, usalama na utulivu kwa hiyo mapema kabisa kwenye dira tumeona kwamba mambo yote tunayoyafanya, msingi wake hasa mkuu kabisa, ambayo tusipoimarisha huu haitawezekana kupata hayo mambo mengine, tumetamka mle Kiingereza tunaita governance peace security and stability tawala amani usalama na utulivu, na tumeweka mle mambo manne: utawala bora, uimara wa serikali za mitaa, utumishi wa umma ulio na uwajibika, na hiyo amani, usalama na utulivu. Kwa hiyo kwenye utawala bora ni eneo limepewa msisitizo wa kipekee kabisa kwenye dira, kwa tumeweka pale, kwa mfano, nataka kujenga taifa la namna gani? taifa la na kidemokrasia nalozingatia utawala wa sheria haki za binadamu imetamkwa, tumeweka pale kuwa na katiba imara inayoakisi mwafaka wa kitaifa, ipo kwenye dira hiyo na mwisho, asasi imara za kiraia.